Nimepewa kazi ya kutoa shukurani sio jambo lingine. Kwa hivyo na mimi niseme kama nilivyopewa, tunashukuru sana Bwana Imu au Salim Sef au kwa sasa Babdeo <laughs> anakushukuruni sana ndugu zake Waislamu wenziwe maswahibu zake mashekhe mbalimbali mbali, mlofika katika hadhara hii, mmeacha shughuli zenu, mmeacha vitanda vingine vina kunguni, lakini alhamdulillah wanatukosa kunguni leo kwa sababu ya jambo hili. Basi tuseme alhamdulillah, bwana Imam ametunusuru na wale kunguni kwa nyumbani, lakini wengine wana vitanda vizuri sana, vina mataa, vina kila kitu katika hivyo vitanda. Anasema anashukuru, nasi tukiwa ni mdogo wetu, ni mwanetu, tunashukuru kwa kumkimbilia na anapokuwa na jambo la namna hii. Maana sisi tunakaa mashambani huko, si mara nyingi kuja kuja huku mijini. Tunaogopa magari siku hizi, kuna magari, kuna mapikipiki. Zamani sisi tulikuwa tukitembea kwa miguu, tunakuja kwenye hadhara huko Dar es Salaam, abasia, wapi, wapi. Lakini siku hizi tena na miguu yenyewe ishakuwa na ganzi. Sasa tunasema tunashukuru, nyewe vijana wenziwe, mwe mnamkimbilia anapokuwa na mambo, na sisi mtujue mnapotukuta mabarabarani. Na mkisikia tumekufa msikose kuja kutuzika. Hii ndio sababu ya kupewa mie imaik manake, kuna mtu mwingine anamwona babdeo tu tuyupo hapa. Ah ha, sisi ndo wazazi wake na twa tumemlea na tukampeleka sehemu mbalimbali ili anyanyuke awe mtu awe binadamu, na sisi tukifa tupate kurehemewa. Basi hakuna jambo lingine, mambo mengine hapa ulimwenguni Mwenyezi Mungu amjalie mwenyewe aendeshe maisha yake. Tunasema tunashukuru wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.